la mchezo ulikuwa mzuri na tuanze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili, mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto, mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim Pia Nzegeli hauwezi kuanza kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tuwapongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika ishirini za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndiyo sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndiyo sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia quality wachezaji wetu, na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi mbili zilizosalia, kwa maana kwamba tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kazobakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambao tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC. Na zibakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRB kama tukishinda mechi ya nusu fainali Jumamosi, uh, Jumapili dhidi ya JKT maanake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla, Yanga tuna mechi nne kuufunga msimu wa 24, 25, inshallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi hmm. hmm. Lakini pia hii leo wamepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka tu. Unaweza kutuambia kwa jinsi wewe ambao Hmm. A, kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa nkane peke yake, nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi ya na Mwile katikati ya kiwanja anavyokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye yupo kwenye bench la Milud Hamdi ananufaika na uwepo wake na amini, wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida na faida wa klabu kwa ujumla. Ameshinda mchezo mabao matatu kwa sifuri. Huenda ni mchezo ambao unatazama sana kwa sababu eh, pale juu tunaona kuna vita ya kusaka taji. Eh, ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza, so, swala la tatu bila maana yake, tunazungumzia clean sheet nyingine kwa jigidira na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya golkipa bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu e, ni golkipa mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mchezo wa ngongoti zamani yes. Sio kila mwenye miguu mirefu mkasema ni golkipa mzuri. Kwa jigii Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na magolkipa walenga ufunge ama golikipa hawawezi kufika daraja ambalo liko nalo Jigi Diara. Kwa hiyo tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diara, kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious, sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya golikipa bora wa msimu. Tumzungumzie Maxim. Yes, Maxim pia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu, niwape tu siri ndugu zangu waandishi wa habari kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumisha tumisha vi message kupiga kupigapiga simu na Maxi alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku, sijui utafanyaje fanyaje, lakini Maxi mpia Zegeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga atacheza Yanga na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu Aidha, mnamjua au mnamuhisi, kampeni hizi salamu Maxim pia Nzengeri siyo daraja lao. Full stop. Ali, kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako wewe. Wewe wewe, una mujibu, e, mujibu e, tutegemea kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach, ukiachana na msemaji pia. Wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zuzwa lakini amemaliza uh, injury yake ilikuwa acheze, lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake. Kwa hiyo automatic huyu mtu anaweza kwenda kutumika Mkwakwani, hadidi ya ucho hivyo hivyo pia na Shadrack Kibo. Kwa hiyo, wewe ndio kashuhudia, uh, wachezaji, na kwa hiyo wewe huendo akashuhudia mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkwakwani aaji tuzungumzie kiatu cha ufungaji. Tunaona wachezaji mm, mm, ufunga, mm. Lakini mzizi ambaye kiatu kia sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu, kama mtu kila siku anafunga penalti anafunga penalti anafunga penalti, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina dube kina, tumewaambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya, kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji, huwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale umesimama, wapinzani wamesimama, kipa akasimama, alafu wewe ufunge, hauwezi kuwa top scorer mnayo. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi, kiongozi wangu. Tulishuhudia moshi wa kijani na njano. Eh. Eh, hiyo ina maana gani hasa? Ina maana kwamba hatuchezi mdogo wangu umefurahi. Shukran sana